E, kwanza naomba niwakaribishe sana Sama, kwenye wilaya yetu ya Mbinga. E, wilaya yetu ni moja ya wilaya zilizoko katika mkoa wetu wa Ruvuma na ambayo kwa kweli ina shughuli nyingi za kiuchumi. Ujio wa kampuni yetu ya Jitegemee kwenye eneo hili la uzalishaji wa nishati mbadala kwa kutumia makaa ya mawe kwa kweli naiona kama ni faraja sio tu kwa wilaya ya Mbinga, lakini pia na wahitaji wengine kwenye maeneo mengine kwa sababu mbili. Kwanza ni volume ya E, wingi wa uzalishaji lakini pia e, teknolojia inayotumika. Kwa hiyo sisi tuna e, tunawapongeza sana kwa sababu jambo hili pia linachagiza e, ile sera ya, ya, ya, ya, ya serikali ya matumizi ya nishati mbadala. Tunaona kama ni kichocheo katika kuendeleza hii sera ya serikali ya matumizi ya nishati mbadala. Sisi hapa Mbinga tume tunasimamia maelekezo haya na sera hii kwa maana ya kwamba kwa mfano kwenye shule zetu Eh, kupitia halmashauri zetu eh, walishaanza mchakato wa kubadilisha kutoka kwenye matumizi ya kuni na makaa mkaa wa kawaida na kuweka majiko janja ambayo yanatumia eh, nishati, nishati safi ambayo yanatokana na makaa ya mawe.